ili tuambizane visa vya mitume. Leo tunaanza katika qisasul anbiya alayhim wa ala nabiyina salatu wassalam katika Quran Takatifu, mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alitupatia visa mingi ya mitume ili iwe kigezo kwetu kama Waislamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia ndani ya Quran

ambaye ni visa nzuri kabisa, ambaye ni ya mitume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba, wa in kunta min qablihi la min alghafilin, hakika kabla ya haya ulikuwa miongoni mwa wasiojua huko na jua hi visa , lakini Mwenyezi Mungu amekufunulia visa ya ukweli ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayesema: nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq, hakika sisi tumekusumilia visa vyao kwa haki juu yako, oh, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini alituletea visa vya mitume ndani ya Qur'an? Wallahi tukiangalia Qur'an takatifu tunakuta karibu yote ina visa vya mitume, karibu yote Qur'an. Kila mahali utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusimulia visa vya mitume. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatombea na Qur'an Wakulan nakusu alayka min ambai rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, hakika o oh Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yote ambayo wanapatua habari za mitume ni kufanya nini? Ni ya kukupa nguvu katika moyo wako. Kwa nini? habari za mitume tunaambiwa ili sisi waumini tupate nguvu katika moyo wetu. Mwenyezi Mungu anasema tena, wajaaka fi hadhihi lhaq

Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupatia hivi sa, Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulilalbab. Katika hadithi ya mitume, Mwenyezi Mungu anatuambia kwa hakika, katika visa vya mitume kuna ibra, kuna zingatio kwa wenye akili, liulilalbab, katika wenye akili kuna zingatio kabisa ndani yake. Tunafaa kufikiria ya kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu anatusimulia visa vya mitume ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu hakuwacha hapo, akasema ya kwamba makana hadith yuftara, hakika katika hii historia ya mitume, katika hii hadithi ya mtume si ya kuzuiwa ama ya kubuniwa ama ya uongo kabisa walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi, Mwenyezi Mungu anasema lakini wallahi hiyo bila shaka ni kusidikisha jambo ambaye ilikuwa kabla yako, ey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kukupatia historia ambayo ilitendeka kabla yako, eyo mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa tafsila kulli shay'in, Mwenyezi Mungu anasema tena, ni kukupatia ufafanuzi wa kila kitu. Wahudan hapo wa rahmatan liqaumin yuminuun. Mwenyezi Mungu wachie hapo akuangalia mandugu zangu Waislamu na madada zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu anatuambia ya kwamba wahuda, wallahi ni uongofu kwetu, wa rahmatan, na ni rehema wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuminun katika qawmi ambayo wameamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa katika qawmi ambayo wameamini haya, Mwenyezi Mungu wanasema ni rehema juu yao na ni uongofu juu yao. Ya Allah tunakuomba utupatie jambo kama hiyo ya Allah utufanya watu ambayo wanaamini yale ambayo, hii Qur'an takatifu ambayo imetuletea. Mandugu zangu Waislamu, tukiendelea Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala, tunataka tujue ya kwamba umuhimu ya visa vya Mtume. Ya kwanza kabisa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Quran, faqsusil qasas. Mwenyezi Mungu anasema ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umeamrishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala ili uwasimulie hadithi ya mitume, uwasimulie hadithi ya mitume, watu wako kaumu yako ummatul Muhammad, Mwenyezi Mungu alituamrisha. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala. Na tuki tukisimulia visa vya mitume Mwenyezi Mungu Subhana, ni kama ya kwamba tunafanya ibada, ni kama ya kwamba tunaamrisha amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, jambo ya pili, umuhimu ya pili ya visa vya mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, laallahum yatafakaruun, huenda watafakari, watakafa watafakari, huenda watakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huenda watajua ya kwamba hii neno ambayo wanafanya hii visa vya mitume ambaye tunaipatiana wakuja wapate elimu ndani yake na watafakur wajaribu kufikiria, wajaribu kufuata mwenendo ya mitume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia jambo ya tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ndana Qur'an, ulaika alladhina hada Allah fabihudahum iqtadih. Mwenyezi Mungu anasema hawa ndio Mwenyezi Mungu amewahidi nani? Mitume wote, Mwenyezi Mungu aliwahidi aliwaongoa aliwapatia katika ile aliwapitiza katika ile njia ya siratul mustaqim. Allahu akbar fabihudahu muqtadi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambia ya kwamba fata mwenendo yao, ili Mwenyezi Mungu akuweke akupatie aku hidaya, fuata ili upate hidaya. Sisi sasa tunafaa kufuata mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunafaa kufuata menendo wa mitume ambaye ni ambia ambia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mitume wa Mwenyezi Mungu tunafaa kufuata mwenendo yao. Ndio mshahiri alisema nini, tashabahu, jifananisheni na hao, fa lam takunu mithlahum, kama hamwezi kuwa kama hao, kama hata hamwezi karibia kama hao. Nani? wale wale watu wazuri. Inna tashabuha bilkirami falah, anasema ya kwamba mshahiri ukifata watu wazuri Mwenyezi hakika wewe utakuwa mtu ambaye ume umefaulu ume katika maisha. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu atufanye wale watu ambao watafaulu katika maisha. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuweke karibu na mitume, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukue karibu yao. Jambo la inne ambaye ni umuhimu ya kujua historia ya mitume ni nini na kujua visa vya mitume ni nini, jambo ya inne ni mahal mahaba, ni kuwapenda sisi kama Waislamu tunafaa kuwapenda mitume wetu. Tutawapenda aje watu ilhali hatuna habari na yao, ilhali hatujui historia yao, ilhali hatujui jambo yao, tutawapenda aje? So ni lazima tuwajue ili tuwapende, Al mahabba. Na ukipenda wao, wallahi Mwenyezi Mungu pia atakupenda. Lazima tuwapende mitume. Sasa hiyo ndio jambo ya nne, kuwa ambayo tunafaa kuwa naye. Ndugu zangu Waislamu, siku moja Abu Dhar radiyallahu anhu alikujia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza qala, kam iddatu al-anbiya, akamuuliza ya kwamba mtume walikuwa wangapi, ayo rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam tueleza ya kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala walikuwa mgapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu akamwambia akamwambia, laki moja na ishirini alf, walikuwa laki moja na ishirini alf wa mitume, arrusulu min dhalika 315. Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya kwamba katika hao walikuwa mitume 315 mia tatu kumi na tano mitume. Je, tofauti ya mitume na nabi ni nini? Nabi ni ulama wanasema ya kwamba nabi ni mtume ambaye hakupatiwa kitabu na arusul na rusul, na mtume ni mtume ambaye amepatiwa kitabu Tofauti yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatueleza ndani ya Qur'an, katika historia ya Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu anatuambia ya kwamba: wadhkuru fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, hakika. O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakumbusha watu wako kwa ya kwamba historia ya mtume Musa alayhi salam

Mwenyezi Mungu anaendelea anasema nini, wa nadaynahu min janibi dori al-aymani wa qarrabnahu nadiya. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema tulimuita Mtume Musa alayhi salam katika upande wake wa kulia katika mlimu wa Dhur, na tukumleta karibu yetu ili tusemeze naye Allahu Akbar. Wa wahabana lahu min rahmatina aqahu haruna nabiya Mungu subhanahu wa taala akasema ya kwamba nasi kwa rahema zetu tukampa nduguye Harun awe nabi, awe nabi peke yake bali ya Musa. Mungu anasema nini? Wa kana rasulan nabiya, akika yeye ni mtume na ni nabi na Harun alayhi kwa sababu hakupatua kitabu sheria Harun hakupatua sheria na alikuwa nafuata ndugu yake Musa ambaye amepatua sheria. Yeye alikuwa ni nabi peke yake, lakini Musa alikuwa ni nabi na rasul Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hiyo, Mwenyezi Mungu kashasimulia hadithi ya mitume 25 ndani ya Kurani kutoka mtume Adam alaihi salam, ambaye sisi tutasimulia kutoka Adam alaihi salam Atu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mtume moja kuelekea ile mwingine, kutoka mtume wetu wa kwanza kabisa Adam alayhi salam, tukielekea mpaka mtume wa mwisho mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Subhana wa ta'ala kuongelea mtume ishirini na tano Mwenyezi Mungu min Mwenyezi Mungu anatueleza ndani ya Qur'an, wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaleta kabla yako ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliwaleta kabla yako mitume ambaye wengine aliwasimulia ndani ya Qur'an na wengine hawakuwasimulia ndani ya Qur'an. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anatuambia mitume wote walikuwa laki moja na ishirini elfu. Allahu Akbar.

Minhum man kallama Allah, wengine Mwenyezi Mungu alisemeza nao aliongea nao. Warafaa ba'dhum darajat, wengine Mwenyezi Mungu akawainua juu kwa daraja. Allah Mane hawa Mwenyezi Mungu katika ishirini na tano Mwenyezi Mungu kachagua tano ambaye Mwenyezi Mungu aliwaita ulil azmi minar rusul Hawa ndio walikuwa ni resolute, hawa ndio walikuwa na subra mingi kuliko mitume wengine wote. Mwenyezi Mungu anatuambia, anaambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulil azmi min ar-rusul. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, be patient, kuwa na stahimili mingi, kuwa na subra kama walivyokuwa na subra ulil azmi min ar-rusul, katika mtume ambaye wale walikuwa wali na stahimili mingi sana katika subra mingi sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia na Qur'an majina yao. Mwenyezi Mungu anasema wa idha aqadna minan nabiyina mithaqahum wa minka. Eh, tulipowachukulia ahadi, ahadi ambayo ni ngumu kabisa katika mitume. Nani wewe kwanza, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min Nuh na Nuh alaihi salam Noah wa Ibrahim

Wallahi, hawa nimewachukulia ahadi ile ngumu kabisa, ahadi ya hali ya juu kabisa, na walikuwa nastahimili sana hawa. Ndio Mwenyezi Mungu kashawachagua katika ile ishirini na tano. Sasa tulikuwa na mia laki moja na ishirini alfu mitume. Mwenyezi Mungu katika hawa akawapatia mia tatu kumi na tano arusul, akawapatia vitabu katika hawa. Mwenyezi Mungu kashawataja ishirini na tano ndani ya Quran. Mitume ishirini na tano aliwataja ndani ya Qurani na Mwenyezi Mungu kashawachagua watano katika hiyo ishirini na tano. Ndugu zangu Waislamu, tumefika katika kikomo ya darsi yetu ya leo, na tutaendelea na episodi ijayo na ile darsi yetu ingine insha allah, wasali llahu wasalama wa baraka ala nabiina Muhammad subhana llahi wa bihamdihi subhanaka allahuma rabbana wa bihamdik.